Oda ni mea, leo mwenyekiti bingwa kabisa wa almashauri ya mji madiwani wote mliohudhuria, kila mmoja kwa nafasi yake. Lakini huyu sio diwani wa kata, huyu ni diwani viti maalum. Diwani wa kata sijamwona. Usitoka hapo ukaenda kwa kugombanisha akadai kwamba anataka kata yake. Mwenezi utakuwa shahidi, diwani wa kata hajahudhuria, amemtuma mwakilishi wake. Oye ndugu zangu mimi sikuja hapa kupiga hotuba, nimekuja hapa kushuhudia mechi za mpira, ligi iliandaliwa na mheshimiwa mbunge. Kama ilivyo ada, kwanza tumpigie makofi mheshimiwa mbunge, anafanya kazi nzuri sana. Ndugu zangu, hii ligi inaitwa Samia Cup, si ndio? Eh, sasa kama inaitwa Samia Cup na wanaocheza mpira wafanane na Samia Cup si ndio? Hapa ni mwanzo tu, mambo yanakuja, mambo mazuri yanafanya nini hapa. Hey, ni mwanzo, mambo mazuri yanakuja. Ndugu zangu mimi <coughs> nimekuja hapa, naitwa Hamza Adamu Kibanja, wasionifahamu niye katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Tarime. Odi Tarime, odi Tarime, odi Tarime. Kwa mara ya kwanza leo nimekuja kushuhudia mechi ya mpira lakini wakati nashuhudia mechi ya mpira ya ndugu mwenyekiti wa halmashauri ya mji, niombe kutumekea maneno mawili kama sio matatu. Kwanza naomba kuwatangazia wananchi wote mlioko hapa, wachezaji, mashabiki wote, kwamba kipindi hiki tuna zoezi la, la kugawa kadi za chama cha mapinduzi zile kadi za kielektroniki. Kadi zimekuja, kwa hiyo nawaomba Wananchi wote wanachama mliojiandikisha kwenye mfumo wa kielektroniki, nendeni kwenye kata zenu na kwenye matawi mkapate kadi zenu. Kadi zimesha kuja, vile vikadi vile mnavifahamu, vinafanana kadi za benki, vimeshafika kwenye kata na matawi yetu. Kadi zile zimeboreshwa, ni kadi nzuri, zina mambo mengi ambayo hatuwezi kuyasema hapa, lakini kwa sababu leo tunacheza mpira, nimeamua nifanye nini ivitomeke na naomba mnipokee, okay. Lakini pia niwaombe ndugu zangu